Kupitia idara yetu ya uhamiaji na wadau wengine ambao wako katika vipenyo ambavyo vinapitisha watu wa namna hiyo, especially sisi wenyewe watu wa immigration, watu wa polisi, watu wa TRA, usalama wa taifa eh, na hata watu wa, wa, wa, nani, wa, wa, wa madawa kulevya wenyewe. Niwape wito kwa kweli kwamba hili ni suala ambalo wote tunapaswa kulivalia njuga. Kwanza kabisa ni, ni, ni, ni swala ambalo tukile, tukilegeza msimamo wetu kwanza, tunaiharibu jamii yetu, tunaharibu kizazi kijacho ambacho ni, ni, ni, ni ujenzi wa taifa letu kwa, kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo, tunapaswa wote tushirikiane kwa pamoja na kila mtu awe, awe, awe na uchungu na taifa letu kwa kuto kuruhusu mambo haya ya madawa ya kulevya kuingia nchini hii ikiwa ni pamoja na kuepuka masuala mazima ya kupokea rushwa. Maanake rushwa na, na madawa ya kulevya ni, ni, ni, ni, ni mtu na mdogo wake, inaendana kwa pamoja, ili yule mtu wa madawa ya kulevya aweze kupita lazima atoe rushwa mahali na unapopokea rushwa basi unakuwa umekiuka hata maadili ya, ya taifa katika utendaji wako wa kazi, especially watu kama sisi watu wa uhamiaji, kuna, kuna tunu yetu ambayo inasema upendo, mshikamano, eh, wajibikaji na, na, na kukataa rushwa. Kwa hiyo unapokataa rushwa na unapotimiza ule wajibu wako, tunakuwa tumekwenda moja kwa moja katika swala so zima la maendeleo ya taifa letu na usalama wa taifa letu na, na vizazi vijavyo kwa ujumla. Uh, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan inaonyesha moja kwa moja kwamba ni kwa jinsi gani na ye anakerwa na, na, ana, ana, ana, ana, ana, ana, anaunga mkono kuhusu kupambana na swala zima hili la, la, la mambo ya madawa ya kulevya, kwa sababu ni mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yanasababisha kudorora kwa uchumi wa nchi, kuto kuleta maendeleo, kwa sababu eh, ni, ni, ni fedha ni, ni fedha haramu ambazo zinazunguka zina, zina, zina, endapo watu, watu wataruhusu maswala kama haya yaendelee katika nchi yao. Kwa hiyo utakuta mambo mengine ya maendeleo katika nchi hayawezi kufa, kufanikiwa, kwa sababu fedha nyingi zinapita zina, zina kwa njia hizo za, za, za, za, za madawa ya kulevya, kwa hiyo haziingii kwenye maswala mazima ya maendeleo.